Utasema nini sasa, Ayubu? Sauti ya mkewe ilikatisha ukimya uliokuwa mzito kama mawingu ya dhoruba. Ayubu hakujibu. Aliendelea kutazama majivu chini ya miguu yake, mahali ambapo ndoto zake zilikuwa zimeungua. Siku moja tu ilitosha kumgeuza kutoka mfadhili wa mji kuwa kiumbe aliyejaa vidonda. Mjumbe wa kwanza alikuja akiwa anapumua kwa haraka. Ng'ombe wamechukuliwa watumishi wamewawa. Hakuisha kusema mwingine akatokea, moto ulianguka kutoka angani ukateketeza kondoo. Kabla ya pumzi nyingine, watatu wa Kaldea wamevamia, na wa mwisho akavunjwa moyo wake kabisa: watoto wako wote wamekufa. Hakupiga kelele, hakulalamika. Aliinamisha kichwa chake, akararua joho lake na kuketi kwenye mavumbi. Aliangalia kwa nini hivi? Alinyamaza, lakini bado haikuwa mwisho. Mwili wake ukaanza kuoza akiwa hai. Hata marafiki waliokuja hawakuwa faraja, bali lawama. Lazima kuna dhambi umeficha, walimwambia. Alikuwa peke yake. Kimya chake kililia zaidi ya maneno. Aliumia si tu kwa hasara, bali kwa kutokupewa sababu. Lakini aliendelea kuketi aliendelea kuamini bila kuelewa. Na siku moja, bila onyo, kama ilivyokuwa maumivu yake, majibu hayakufika, lakini uponyaji ulifika. Alirejeshewa mara mbili ya kila alichopoteza, si kwa sababu alipata majibu, bali kwa sababu alibaki kwenye mavumbi, kwenye ukimya, kwenye uchungu, alibaki. Kama unapitia kipindi ambacho hujui kwa nini haya yote yanakupata, mkumbuke Ayubu, aliyebeba majibu ambayo hakuwahi kupewa, lakini alishikilia tumaini lililomrejeshea kila kitu. Hapo ulipo na hayo unayopitia, Mungu anayaona. Jitie nguvu na ungoje Bwana, hakika atakusaidia. Jilinde usimkufuru, endelea kumwamini na kumwomba. Kumbuka, pamoja na yote hayo bado anakupenda, anakuwazia mema, hatachelewa, atakusaidia. Mungu anakupenda.